Asilimia sabini na tano ya vichaa unaoona una, wanatembea mtaani wanakula jalalani hawana wanapakulala, hawa ni ndugu zetu ambao walikufa vifo vya kutatanisha, nafsi zao zikachukuliwa zikaenda kutumikishwa katika shughuli ambazo wanazojua wao wenyewe, lakini nafsi ya mtu huyo ikawashinda ilivyowashinda nafsi hiyo, wanaona sasa hakuna haja ya kuendelea kuhangaishwa na huyu mtu waka, wanaamua kumtupa katika mkoa mwingine tofauti kabisa, ambako hana ndugu yoyote anayemjua. Lakini huko nyumbani, unajua ndugu yako alishakufa, lakini kumbe ndugu yako yupo. Alitupwa mkoa mwingine anateseka. Kwa hiyo ndugu zangu, ulimwengu huu umejaa mambo magumu ya kusikitisha, mambo mabaya ya kuumiza nafsi za watu na roho zao, lakini kuna jambo moja, neema ya Mungu kuwa ndiyo mwanga wa maisha ya mwanadamu. Ukimwona kichaa mtaani, mwonee huruma. Kama una pesa, mnulie chakula ale, mchukulie maji anywe. Utapata thawabu mbele za Mwenyezi Mungu, utapata baraka mbele za Mwenyezi Mungu. Ninawapenda sana, na Mungu aendelee kuwabariki.